Kirao Brian Santa na mimi ni moja kati ya wale wawakilishi wa vijana ndani ya Nyali sub county, na pia naweza sema mimi ni member wa MYA. Mengi ameulizwa na mengi ameongelelewa, haswa ukizingatia kwamba tunaongelea masuala ya vijana. Uh, mimi kama mwakilishi wa vijana ama kama representative naweza sema uh, inafaa ikuwe ni nation, haswa kwa Mr President, ile maandamano ya jenzi ilifanyika, I think cry was inclusivity kwa mavijana kwa serikali, si ndio? Lakini tumekuja kuona kwamba tumekuwa na msukumo fulani ambao kwamba walikuwa tunaona tunatetea haki za zetu sisi kama vijana ama tunatetea nafasi zetu kama vijana, lakini still ni kama kuna watu fulani wanayumbisha hizi nafasi of which nikisema watu fulani directly na maanisha kuna wakubwa zetu ama kuna wazee wetu ambao kwamba they believe siasa ni pesa, na sisi kama vijana we are young and we are are not financially stable that tunaweza simama kama viongozi ama tunaweza tumia pesa ili kusudi tunyakwe zile nafasi. Ombi langu mimi kwa mtukufu rais uh, bwana Samuel William Ruto ni kwamba if kama tulikuwa tunapigania inclusivity wakati wa maandamano ya Gen Z, mbona inakuwa ngumu? If possible the lowest, the lowest iko kwa serikali ya county, I think ni MCA. Kwa nini vijana wasipewe hii nafasi kwenye kama direct chance ya vijana pekee wasimamie hizi nafasi za MCAs? Nadhani hiyo itakuwa ni one of the, one of the main solution at least kuengage mavijana na kuita mavijana karibu haswa, ukizingatia tukijipata tuko pale, pia sisi tutapeleka vilio vya, vya vijana wenzetu mashinana ambapo kwamba tumekuwa